Ila nitazidi kukionea Chakichu fahari kubwa. Nimekipigania chama hiki toka mwaka wa kwanza, kwa sababu mimi nilijipata mwanafunzi wa Kiswahili, na nilijua ya kwamba ukiwa mwanafunzi wa Kiswahili, bila shaka ni jukumu lako kuwa mwanachama wa chama cha Kiswahili. Na niruhusini niwaambieni nyinyi wanachama wa Kiswahili, mwendeleeni ukitukuza Kiswahili na chama hiki maana hiki ndicho chama ambacho kitaweza wewe kukuza kitaaluma, na bila shaka nitaweza kuvungulia milango ya rehema ya baadaye. Ukikifanyia Kiswahili kitu, Kiswahili pia kitakufanyia kitu, na mkumbukeni ya kwamba hapa, hapa duniani hakuna binadamu ambaye amekamilika. Tunakosea, lakini mwisho wa siku tunakose, tunakose, tunasameana. Hakuna mwanadamu aliye bora, bali kila siku tuna jitahidi kuwa bora. Wanasema elimu ni, ni, ni taa gizani. Usaga ukiwa hapa chuoni, tafadhali, usio mwanachama au mwanafunzi ambao umekuja tu kutalii, njoo uweze kutafuta maarifa. Watendee wazazi wako haki, unanipa kazi, jionee huruma, kesho yako itakuwa vipi, na uwezi jua kesho yako itakuwa vipi, ujaara utatenda, uwe mtu mwenye imani watendee mema binadamu wenzako, pasipo pasipokutarajia, kwambieni asante. Binadamu wa hivyo aliumbwa hivi, utamtendea mema, lakini mwisho wa siku atakuona bure vilashi. Lakini kumbuka kwamba kuna ujaala Mungu ambaye anaangalia ndani siri ya siri, na wasema wasemaya kwamba Mungu si mzee mkumba, atakutendea haki tu baadaye. Chama hiki nakionea fahari, naombeni sana mweze kukitektea chama hiki kavvyote. Kuna changamoto nyingi sana lakini nikumbuke kwamba chochote kifanyacho na kujitolea kwa moyo bila shaka utaweza kutuzwa. Ndio maana wanasema tema vikwa pete. Kuna watu ambao wa nijitolea mhanga sana kukipigania Kiswahili na wanaweza kufariki akina Profesa Kingora, wanaweza kupata nafasi yawe wewe pia ni binadamu ambaye una nafasi kama hiyo. Kumbuka ya kwamba duniani sisi ni kama wasafiri, tunapita, lakini tumia muda wako vizuri, kisha jichore ramani nzuri ya baadaye. Nawatakieni kila la heri katika masuala ya kitaaluma, na Mungu awajalie neema nyingi na kubwa kubwa. Asanteni sana wanachakichwa. Nasema ya kwamba imekuwa kauli yangu ya kuambieni kwa heri njema, kuombea chama hiki heri njema sana, na kujitakia kila la heri ya baadaye. Na bila shaka ni wakati mwingine pia kuna furaha na pia kuna huzuni, kwa sababu ya furaha ya kuwa katika ya chama na pia huzuni ya kuondoka, kuacha chama. Kwa hivyo tumepanga pia tafrija na mna uhuru wote wa kunywa chai, kuna kiti uongozi na chama kwa ujumla. Kwa hivyo ningependa kuchukua fursa hii pia e, kuwakaribisheni viongozi kadha tu wachache ambao wamekuwa wakishikilia nafasi muhimu sana ndani ya chama waweze wakazungumza kwa kifupi wakati tunaendelea kupata chai na mengine. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ningependa kukaribisha aliyekuwa mwanzini wa chama. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ilikuwa bahati aliyekuwa mwazini wa chama hiki Dori Mugani aliweza kubahatika kuwa katibu mkuu wa chama cha wanafunzi wa kama Macharikkamasen. Kwa hivyo aliefika hapa mbele tu atoe kauli fupi kuhusiana na kazi hiyo, na napani na uwe makini kusikiliza wako kila mara namuuliza mambo yanakwenda. Asante. Yes. Tupige makofi. Jambo nia hela ama kuna mtu alituma akapata ajajipata katika orodha ya kwenda kongamani. Nimekuwa mwamili, sivyo? Nimeshukuru pia kufanya kazi na nyinyi kila wakati, naona tu, najua kuona kila siku unanona, naona pia nimeongeza, nimefanya kazi na nyinyi. Ningetaka tu kusema mambo machache tu ambayo tunakula lakini tuyajue kama chama kwanza. Anaja kunakula akiniaa, eh, sasa, so katika chama kuna hii nafasi ama ofisi ya mwadili mwa, ambayo kazi yake yeye ukaa na pesa za chama, na pia kuhakikisha kwamba analeta igandi ambayo inaletea chama hela. Sasa um, kazi ya zile fedha za chama, moja ni kuendelea uh, moja ni kutolea wanachama veti kama mnavyojua, uh, sana sana kwa wana mwaka wa, wa nne wa wanapotoka wanaitanzi nini veti. Kwa hivyo kama chama kina hela tunaweza kuwatolea veti wana mwaka wa nne kwa urahisi tu bila kuwaijisha kizwa zingine alafu pia katika kupangia mambo kama tafrija ya leo ni pesa za chama tunatumia, tunatumia. Alafu pia wakati wa uh, kwenda kongamano, mambo kuna mambo ambayo tunafanya kule, labda tumepata kitu ambacho tunataka kufanya, kuchapisha zile uh, barua za mwaliko pia katika kuchapisha pia na orodha ya watu ambao wanaenda kongamano. Ikifika kule inahitajika ina lazima tupeane hiyo orodha, ipo pesa ambazo, uh, ama pesa za chama ndio tunatumia kufanya mambo hayo. Halafu sisi tunaweza kama chama tunaweza vitu kupata pesa, kwanza ni kujisajili kama mwanachama ama kujisajili kama mwana uh, kwa mm hivyo -hmm. Ningeomba kila wakati tunapokuwa tukianza mwaka kama mwaka ama semia iidayo eakadani kia ningeomba kwa wale ambao watajisajili, maakishe kwamba tunaendelea kujisajili kuo tunafanya usajili kwa mia moja tu alafu, pia tunafanya kuendeleza wanachama kila semia, tunafanya kuendeleza wanachama kwa shilingi hamsini na hiyo ufanyika kila semia. Kwa hivyo kila mtu ana au anahakikisha kwamba ana- anaendeleza wanachama kila semia. Alafu jambo lingine ambalo linaletea chama hela ni kwa ajili ya njia ya mikopo. Kama chama tunapeana mikopo kwa wanachama, tunapeana mikopo usilalenjaana oea pesa